Washiriki mnasemaje kwa wavumbuzi? Leo kisa cha somo letu linasema lina wasafiri wa imani, msichana mdogo limedae Naamani, mwenye nguvu na Mungu aponyaye. Kabla ya hapo naomba tuombe

fungu letu natoka kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya tano mstari wa kumi. Naye nasema mmefika tutakapo tuna, tunasoma tuna wote, naye nasema na Elisha akampeleka mjumbe akisema Enenda ukaoge katika Yordani mara saba na nyama mwili yako itakurudia nao utakuwa safi amina, amina. Wangapi wanapenda kusafiri? Kusafiri unajifunza tamaduni mpya, unaonja chakula vy... vy... vyapya, na unakutana na marafiki wapya Wangapi washa kusafiri kakutana na marafiki wapya? Leo tutaenda kusafiri katika mto mashuhuri sana kwenye Biblia unajua, na wao ni mto Yordani unajua. Watu wangapi ambao wanahusika na mto Yordani? Yohana ambao alimbatiza Yesu katika mto Yordani, Eliya na Elisha ambao wote wawili waliapiga maji ya mto na mto Yordani ukagawanyika Yoshua ambaye aliwaongoza Waisraeli kupita katika mto Yordani unajua kwamba mto Yordani unahusika na msichana mdogo taenda kujifunza iko kisa huyu msichana mdogo alikuja kwa Hashami baada ya Hashami kuwavamia Waisraeli haikuwa uchaguzi wake alipeleka kufanya kazi katika nyumba ya Naman. Naman ni jemedari wa jeshi la wa jeshi la Shami. Hata kama Naman alikopa ni jemedari ya jeshi la Shami, alikopa ana ugonjwa wa hatari ambao ni ugonjwa wa ukoma. Siku moja, yule msichana mdogo ak akamwambia bibi yake, ambayo ni mke wa Naman kuna mtu ambaye anaweza kumsaidia Namani, yupo katika nchi yangu. Naye yule bibi yake akamwambia Namani ya habari. Namani alijua kwamba atakutana na Elisha lakini a, a, alisafiri mpaka akafika Israeli. Alipofika Israeli hakukutana na Elisha kama Mikiri. Lakini Elisha alimtuma mjumbe wa kumwambia, anaenda ukaoge katika idadi mara saba na nyama mili yako itakurudia, itakuwa safi. Amina. Mara ya kwanza alivyoambiwa, mara ya kwanza alivyoambiwanaa alijua kwamba mto Yordani sio mito misafi kama mito mingine ya Dameski. Unajua kwa nini? Sababu mto Yordani ukopo na matope na ukopo ni mchafu, lakini majaka, majakazi wao wake wakamwambia hiyo ndio njia ya kuponywa, hiyo ndio njia ya kuponywa. Baadaye Naaman akaenda akaoga katika Yordani. Mara ya kwanza ukoma ukabaki, mara ya pili kukakopo na ukoma, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mara ya sita, lakini mara ya saba alishangaa, maana al, al, al, al, alikuta kwamba ukoma wake umetoka na, ime, na nyama ya mwili wake imekuwa safi. Baadaye Nama na ile msichana mdogo wakarudi kwa Shami. Wakati Nama anaimba na Mungu ni mwema Mungu ni mwema kwangu, hakuna Mungu kama yeye. Bwana, hapa tunajifunza ni hapa tunajifunza kwamba kuna watu watatu katika hii somo: msichana mdogo, jemadari Naman na Mungu afanyaye kupitia Elisha. Msichana mdogo tunajifunza kwamba tunaweza tukawasaidia watu na kumshuhudia Mungu hata katika nchi ya kigeni kama ile msichana mdogo alivyomsaidia Nama jemedae. Nama, Nama aliponywa sio kwa sababu ya utajiri wake au haki aliponywa kwa sababu alikopo na utii unye na unyenyekevu. Hata sisi tukiwa na utii na unyenyekevu kwa Mungu tunaweza tukaponywa, amina, Amen. Mungu aponye kupitia Elisha. Elisha, Mungu anaweza akatumia watu dhaifu kama chombo cha wokovu. nasemaje kwa wewe Mungu wa ajabu. kis, kisa chote kimeshia hapo. Funge macho natuombe. Funga macho natuombe, na mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa nakuomba uje utuombee. Au yeah, yeah. Oh, basi yankaliko aja tombe. Basi tufunge macho tupate kuomba. Mtakatifu Mungu mwema, Baba muumba wa mbingu na nchi, wewe ni Mungu wetu unayestahili sifa utukufu na heshima kwa sababu wewe ni Mungu muumbaji na Mungu mkombozi wetu. Tunasema asante Mungu wetu kwa ajili ya neno lako ambalo limetolewa na mtumishi wako Jovan katika mchana huu wa leo. Tunasema asante Baba kwa sababu sio Jovani aliyezungumza na mkutano huu, lakini ni wewe Yesu Kristo uliyetoa neno lako kwa namna ya pekee. Tunakusifu Bwana, ukambariki tena Jovani. Lakini Baba, tunasema asante katika siku hii ya leo kwa sababu tumesikia ukuu wako kwamba hata watoto wadogo wanatumika kwenda kupeleka habari zako njema. Tunakuomba tuna Mungu wetu kwa ajili ya watoto wa Adventure, watoto wa Pathfinder na vijana wote na kanisa lote, tukipokea nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu tunaweza tukatoka, tukaenda, tukatenda na tukawainua watu walioanguka. Tunakusikia Bwana Roho wako Mtakatifu akajae kwa wingi katika kanisa letu. Baba, tunasema asante pia kwa ajili yetu sisi, kwa sababu unatupenda hata wagonjwa ambao wapo katika kanisa letu hili. Kwa namna ya pekee tunaamini katika uwezo wako, tunakusii kwa muujiza ulioutenda kwa Naamani, ukatutendee na sisi leo, Bwana wa mbinguni. Wengine tuna ugonjwa wa dhambi ambao ni ukoma pia, lakini Mungu, kama uliweza kumwezesha Naamani akapata uponyaji, unaweza ukatuponya na sisi leo. Libariki kanisa lako Bwana bariki na programu zote ambazo ziko mbele yetu, wote tutakapotoka hapa, tukasema kwamba Bwana tumekutana na wewe. Tunasema asante Yesu kwa sababu umesikia. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu, amina.